Mtume uh -huh. uh -huh. wa Toba, mzee wa Yesu, nabii mwonaji, Roho Mtakatifu awe nani makuani Wakristo, amina. Mtume wa Toba. uh -huh. Mungu upenda watu wanyenyekee na kumtii yeye nukta watu walipoasi njia ya Mungu uh -huh. na kuonyesha matendo ya ukengeufu mkato uh -huh. alisema au kutuma mitume aliyowapa ujumbe wa kurejea kwake, ndio nukta ukisoma kitabu cha Ezekiel 33:11 Roho Mtakatifu atufunulie maandiko alama za fungua sema waambie mkato kama mimi niishivyo mkato asema Bwana Mungu mkato sikufurahii kufa kwake mtu mwovu nukta mkato bali adhairi mtu mwovu mkato yake mbaya mkato akaishi nukta. Gairini mkato ndio gairini mkato ndio mkaacha njia zenu mbaya nukta. mkato mbona mnataka kufa mkato eni nyumba ya Israeli kiulizo fungaseni. Tunakutana na wahubiri wa toba waliotumwa na Mungu kuwaonya watu wake ili warejee kwake nukta. Mjumbe wa ya Mungu kwa kuhubiri habari za kutubu na kurejea katika njia za haki. Nukta. Mfano mkubwa wa mtume wa toba katika Biblia ni si Yohana Mbatizaji mkali ambaye alikuja kutengeneza njia kwa ajili ya Yesu Kristo. Matayo tatu moja hadi tatu. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Alama za fungua. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi mkato eh, na kusema mkato eh, tubuni eh, nukta mkato eh, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia eh, nukta eh, kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya mkato eh, akisema mkato eh, sauti ya mtu aliaye nyikani mkato eh, itengenezeni njia ya Bwana mkato eh,